Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunarusha matangazo ya kusponsor, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya, basi bofya subscribe. Wajasiriamali wengi wanahangaika sana kujifunza jinsi ya kusponsor matangazo Facebook au Instagram wengi wanasponsa lakini hawapati wateja. Kama hujui kusponsa matangazo ya kulipia, unasponsa upati watu au unapata watu lakini unashindwa kuuza. Hili ni tatizo kubwa. Kama utashindwa kujifunza jinsi ya kusponsa matangazo mwenyewe, ukashindwa kujifunza jinsi ya kuuza baada ya kusponsa, utakuwa kila siku unapoteza pesa za matangazo kama unatumia pesa nyingi na upati matokeo, maana yake itafika mahali utakwama na utafirisika kabisa, biashara itakufa na maisha yako yote yatakuwa ya tabu na maangaiko. Inawezekana unajiuliza nifanye nini ili kupata matokeo, nifanye nini ili niweze kujua jinsi ya kusponsa matangazo, nifanye nini ili niweze kuanza kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Hongera sana kuwa katika Uh, kusikiliza podcast hii leo, nitashare na wewe jinsi ya kupata wateja hata kama hujaanza au hujui kitu chochote au umekuwa ukifanya na kushindwa kupata wateja mara kadhaa. Hebu fikiri umefanya matangazo ya kusponsor, watu wengi wamekuja kwenye platform yako, jukwaa lako, either WhatsApp, umejenga uaminifu wa kutosha, watu wamenunua bidhaa au huduma yako, maisha yako yatabadilika kiasi gani? kipato kiasi gani utaingiza kila siku? Katika podcast hii leo utabaini siri ya kupata wateja wengi. Inawezekana hujui unachokitaka na unachohitaji. Unaweza kuwa unahangaika kutaka kusponsa, lakini unachohitaji ni wateja. Je, nifanye nini ili kupata wateja wengi? Hatua ya kwanza ni kutambua vizuri na kwa kina soko lako lengwa maana haswa ya soko lengwa, tofauti ya soko lengwa na hadhira lengwa, jinsi ya kuchagua soko lengwa na hadhira lengwa, na jinsi ya kufanya utafiti. Hatua ya pili ni kutengeneza ujumbe sahihi kwa soko lako lengwa na kutengeneza matangazo yenye mvuto kwa walengwa wako, kuchagua aina ya matangazo yenye kunasa wateja. Hatua ya tatu ni kutambua jukwaa gani sahihi kwa lengo wako. Jinsi ya kutumia akaunti ya Facebook au Instagram kufanya matangazo ya kusponsa. Hatua hii ni, ni kujifunza jinsi ya kufanya ya kufungua akaunti mpya ya Facebook, kufungua akaunti mpya ya Instagram, kubadili akaunti ya Instagram kuwa professional account ili uweze kurusha matangazo. Jinsi ya kufungua ukurasa wa biashara wa Facebook, jinsi ya kuedit ukurasa wako, kuunganisha ukurasa wa biashara Facebook na Instagram kuunganisha ukurasa wa Facebook na namba ya biashara ya WhatsApp. Pia hatua hii utatakiwa kufahamu jinsi ya kuboost tangazo kwenye akaunti ya Facebook, kupost tangazo kwenye akaunti ya Instagram, kutengeneza kadi ya malipo ya matangazo Facebook na Instagram ili uweze kuboost tangazo, jinsi ya kuweka kadi ya malipo kwenye akaunti ya Facebook, kulipia tangazo kuruhusu malipo kupitia M-Pesa na Visa card, ili kurusha matangazo ya Facebook na Instagram. Hatua hii ni muhimu sana kufahamu vizuri jinsi ya kufuatilia mwenendo wa tangazo, kuedit tangazo iliorushwa, kufuta, kushare na jinsi ya kufuatilia tangazo kupitia Facebook Meta Ad Manager. Hatua ya nne: katika hatua hii unatakiwa kufahamu vizuri maana ya jukwaa na jinsi ya kutengeneza jukwaa la kufanya mauzo linaweza kuwa group la WhatsApp, Facebook, blog, tovuti, broadcast ya WhatsApp au orodha ya email. Jukwaa ambalo linafanya vizuri kwenye kuuza bidhaa mtandaoni ni jukwaa la group la WhatsApp. Hatua ya tano ni kutengeneza mfumo wa kunasa wateja. Unatakiwa kujua namna ya kuusha tangazo, jinsi ya kumfanya mlengo wako kuingia kwenye jukwaa lako, kuunganisha namba yako ya WhatsApp na jukwaa lako Aidha, ujumbe unaotumia kumfanya mlengo wako ashawishike wa kuingia ndani ya jukwaa lako. Hatua ya sita, kutengeneza mfumo wa kutoa thamani kwa walengwa. Kabla ya kumuuzia mlengo wako, unatakiwa kumpa kitu cha bule. Unaweza kutengeneza mfumo wa kutoa ushauri elimu ya bule kwa walengwa wako, ili kujenga uaminifu kwao. Hatua ya saba, katika hatua hii unatambua jinsi ya kutengeneza maudhui yenye kuibua shauku ya mteja wako kununua vichwa vya habari vya maudhui yenye ushawishi kwa mteja wako kununua. Tofauti ya maudhui ya kushawishi kununua na maudhui ya mafunzo. Hatua ya nane, kutengeneza mbinu za kufanya mauzo, kujua namna ya kumgeuza mtu anayeona tangazo lako na kuja kwenye jukwaa lako ili kununua bidhaa au huduma yako. Jinsi ya kuzungumza na mteja ndani ya jukwaa jukwaa lako, jinsi ya kudhibiti members ndani ya jukwaa, kufunga na kufungua group la WhatsApp. Ku-add members, kuwaondoa na kuingiza members wapya. Hatua ya tisa ni jinsi ya kutoa uzoefu wenye thamani kwa walengwa, jinsi ya kuongeza thamani na kumfanya mteja wako kuendelea kununua kwako kwa kutoa ofa nzuri kwa wateja wako. Pia jinsi ya kutengeneza ubora na kuongeza kujitangaza kupitia kwa wateja wako. Hii ndio hatua haswa unatakiwa kuzitumia kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kupata wateja wengi. Ndio maana unahitaji kujifunza kwa kina Itakusaidia sana kupata wateja mtandaoni. Ukizifahamu vizuri hatua hizi, utaongeza kipato maradufu zaidi ya unapopata sasa hivi. Je, nitajifunza vipi hatua hizi niweze kupata wateja wengi mtandaoni? Sasa umeshafahamu hatua unazotakiwa kuzifuata ili uweze kuuza bidhaa au huduma yako mtandaoni kupata wateja wengi. Unaweza ukajifunza mwenyewe au unaweza kuokoa muda kwa kujiunga na programu za mafunzo kama haya. Utajifunza online kwa njia ya video chat na WhatsApp na kupigiwa simu na kuelekezwa hatua kwa hatua jinsi ya kufanya. Kwa muda wa mwezi mzima utaweza kumaliza mafunzo hayo yote. Kama umefaidika, basi komenti hapa chini umefaidika, bofia subscribe, share video hii like, then tukutane kwenye video ijayo.